Tumsifu Yesu Kristu. Kristu tumaini letu, tumaini letu Kristu. Mhubiri mmoja ameenda kwa kijiji kimoja kuhubiri. Na alipofika pale, akafika sokoni kwanza, na alipofika sokoni, amempata mama moja Akauliza huyo mama, unamjua Yesu Kristo? Huyo mama akasema, simjui, mimi ni mgeni hapa, labda uulize huyu mama mwingine. Mwaka huu Baba Mtakatifu ametuhimiza na amesema, tutende mwaka wenyewe uweze kuwa mwaka wa matumaini na katuita tuweze kuwa mahujaji wa matumaini. Matumaini ama tumaini ni moja ya nguzo tatu katika Ukristo, zingine mbili ni upendo na imani na tumaini. Kwa njia nyingine tunaweza kusema ni tarajio, kuwa na matarajio mema. Na hakuna mtu anayejua matumaini ama hakuna mtu anayejua namna ya matarajio kushinda na. Wakati ambapo mama ana mimba anaanza kuishi kwa matarajio. Itafika lini? Itakuwaje? Ni wa kiume? Ni wa kike? Anafanana na mama? Anafanana na baba? Tunaishi katika hayo matarajio na tunafundishwa kwamba matumaini yanajengwa kwa msingi wa imani. Aliye na imani ndiye anayetarajia, kwa sababu kama hauna imani, matarajio ni kitu cha mbali na hata labda wakati mwingine hakiwezi kueleweka ni yule aliye tu na imani ndiye ambaye matarajio yana umuhimu kwake. Mama Bikira Maria alipopashwa habari na malaika Gabrieli kwamba atakuwa mama wa Mungu, atamzaa Kristu, aliishi katika hayo matarajio, akasema nitendewe kulivyonena mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Na kaanza kutembea katika safari hiyo ya imani na matumaini, akiwa na matarajio kwamba yale ambayo huyu malaika amemwambia yataweza kweli kutimika. Matumaini yanatupaka katika hali ya kugoja kwamba hayafanyiki wakati ambapo wewe unataka yafanyike. Mungu mara nyingi anatuweka katika hali ya kugoja. Mungu angeweza kutaka mwanawe azaliwe siku hiyo hiyo, angezaliwa siku hiyo hiyo, lakini alitaka kumweka huyu mama akae katika hali ya kugoja, kwa sababu mahusiano yetu na Mungu mara nyingi tukiangalia yanaelekezwa katika njia hiyo ya kungoja. Wakati ambapo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli, akamwahidi Abrahamu, akamwahidi Isaka, hakuyatimiza wakati huo huo, aliwaweka katika hali ya kungoja, wakati ya Alikuwa na, alikuwa na uwezo wa kusema waondoke siku hiyo, awalinde mpaka wafikishe mahala ambapo alitaka, lakini aliwaweka katika hali ya kugoja ya kugoja. Alipoahidi kwamba atatuma Masia mkombozi, aliwaweka katika hali ya kugoja na wakangoja na wakangoja. Hivyo hivyo ndivyo pia Mungu anaotuweka sisi, mara nyingi tunakimbia kwake kwa sala, tunaomba jambo hili ama lile nyingine. Mara nyingi haifanyiki wakati huo tunayotarajia. Mungu mara nyingi anatuambia subiri. Yeye ni Mungu wa subira <coughs> na matarajio ama matumaini yako katika kusubiri labda katika huko kusubiri, Mungu anataka kuona jinsi nguvu zetu za kiimani zilivyo, anataka kuona kana kwamba tunaweza kustahimili katika hali hiyo. Ndiyo Baba Mtakatifu wanasema mwaka huu tuwe mahujaji wa matumaini, kwa sababu matumaini yanatoka kwa Mungu. Matumaini hayatoki kwa binadamu. Kama yangekuwa anatoka kwetu sisi, sisi ni wakutaka mambo yafanyike sasa na yafanyike sasa hivi. Sisi sio watu wa kungojea, tunataka mambo ya sasa ya haraka. Lakini mungu wetu ni mungu wa subira, ni mungu wa matumaini, ni mungu anayetuweka katika hali ya kugoja kugoja. Na tumaini hili ambalo tunalizungumzia, tumaini ni mtu, tumaini ni Kristu, na ndiyo hata sala hata ma- mamkuzi yetu ya, ya kipindi hiki ni Kristu tumaini yetu. Kumbe huyu tumaini ni pago, mtu ni Kristu mwenyewe, jinsi ambavyo neno alikuwa mtu tumaini hili pia ni Kristo. Yeye ndiye tumaini letu, yeye ndiye tumaini la wokovu wetu, yeye ndiye tarajio ya furaha yetu, yeye ndiye ngome na nguvu yetu, yeye ndiye yule tunaye tunaniwangalia kila wakati, atuoneshe na atuelekeze tumaini. Anapotufundisha baba Mtakatifu, anatuambia tumaini ni kuona mambo ambayo yanawezekana, mambo ambayo yanawezekana. Wakati ya ambapo malaika Gabriel alimwendea Bikira Maria kwanza, Bikira Maria alimuuliza inawezekanaji? Labda yeye mwanzoni aliona mambo yasiyowezekana, yeye ni mwanamwana, yeye kamjui mme naiali malaika anamwambia takuwa mama wa Mkombozi. Tumaini inatuelekeza kutambua yale mambo ambayo mara nyingi tunaona kama haiwezekani, na Mungu akataka kuonyesha kwa Bikira Maria kwamba kwake Mungu hakuna visilowezekana, yote yanawezekana ndani yake, hata yale ambayo tunaona hayawezekani mwenye kuweka matumaini yake katika Mungu kwa njia ya sala yanawezekana. Tumaini ni la kutusaidia sisi pia kutambua siku zijazo, hatuangalii tu sasa, tunaangalia yajayo. Matumaini makubwa yetu sisi wa Kristo ni lile tumaini kwamba mwishowe tutaishi na Mungu milele. Katika lolote tunalolifanya, tunafanya tukiwa na picha hiyo mbele yetu, kwamba hapo mbele tutakapomaliza safari yetu, tutaishi na Mungu milele. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinawekwa sisi tukiangalie na tukitarajie, na tunachokitarajia ni kitu chema.